Unaporudi kwenye safari yetu ya hekima sasa, kwa unabii wa Ezekieli, usiku wa giza wa hukumu ya kiungu uliotolewa kwetu katika sura 32 za kwanza za kitabu hiki unakaribia kutoa nafasi kwa siku mpya. Hii ni ahadi za kiungu na hatua ya mabadiliko iko hapa kwenye sura ya 33. mwelekeo wa sura ya 33, kwa kweli unahamia kwa nabii mwenyewe, na sura hii inaanza kwa kurudia eh, mada mbili ambazo zilitambulishwa mapema katika kitabu tangu nyuma kabisa katika sura ya tatu, Ezekieli alielezewa kama mlinzi wa nyumba ya Israeli, yaani anapaswa kuwa macho kwa hatari. Sasa hapa katika sura ya thelathini na tatu, Mungu anathibitisha tena jukumu la Ezekieli kama mlinzi. Anamwambia nabii hapa katika mstari wa saba, wewe mwana wa Adamu, nimekufanya mlinzi wa nyumba ya Israeli, kila unaposikia neno kutoka kinywa changu utawapa onyo kutoka kwangu. Hivyo basi hili bado ni jukumu la Ezekieli u uh, na mwanzoni mwa enzi hii mpya, baada ya uharibifu wa Yerusalemu, bado ni jukumu la Ezekieli kuendelea kutoa maonyo ya kimungu kwa watu. Sasa mada ya pili inayorudiwa ni ile ya uwajibikaji binafsi wa kila Muisraeli, na ukweli huu uliwasilishwa kwa kina nyuma katika sura ya 18. Kila mtu atahukumiwa na Mungu kwa msingi wa dhambi zake mwenyewe pekee. Bwana anarudia hilo hapa katika sura ya 33 aya ya 20: nitamhukumu kila mmoja wenu kulingana na njia zake. Hivyo basi hili ni jukumu binafsi la Ezekieli. Wajibu wake halijabadilika. Yeye anapaswa kuwaonya watu kuhusu dhambi zao. Anapaswa kuwakumbusha kwamba wanawajibika kwa Mungu na kuwaita watubu. Sasa utimilifu wa ajabu wa unabii wa Ezekieli kuhusu Yerusalemu unathibitishwa hapa katika aya ya 21, ambapo Ezekieli anasema mkimbizi kutoka Yerusalemu alikuja kwangu na kusema, mji umeangamizwa. Naam, unajua nini, unabii wake ulitimia, ingawa hakuna mtu aliyemwamini kutoka kwa mfalme hadi kwa mtu wa kawaida. Yerusalemu hatimaye umeharibiwa kama Mungu alivyoahidi. Sasa ingawa unabii wake ulitimia na kuanguka kwa Yerusalemu, bado kuna baadhi ya manusura waliobaki huko huko Yuda U. wanasisitiza kwamba bado wana haki ya kumiliki ardhi hiyo. Sasa inaonekana wanaamini wameachwa hapo ili kumiliki ardhi na, unajua, kuendelea kuishi kama walivyokuwa wakiishi. Wanabishana sasa kwamba ikiwa Mungu alimpa Abrahamu ardhi ambayo alifanya mtu mmoja tu basi wao hakika wangemiliki ardhi hiyo kwa kuwa wako wengi. Kwa hivyo wanategemea hoja yao hapa juu ya ahadi ya agano la Mungu kwa Abrahamu. Lakini nataka usikilize karipio la Bwana hapa katika mstari wa 25: Inua macho yako kwa sanamu zako na umwage damu. Je, utamiliki ardhi hiyo? Unategemea upanga, unafanya machukizo, na kila mmoja wenu anachafua mke wa jirani yake. Je, utamiliki ardhi hiyo? Kwa maneno mengine, je, unafikiri unaweza kufurahia baraka za agano la Mungu wakati unawaabudu sanamu, unazini, unaua watu wasio na hatia? Sasa tunahitaji kuelewa kwamba wazao wa Abrahamu kwa kweli watamiliki ardhi hiyo siku moja kulingana na ahadi isiyo na masharti ya Mungu. Lakini kwa sasa wanatolewa katika ardhi hiyo kutokana na uwasi wao dhidi ya sheria ya Mungu, kama vile Mungu alivyokuwa ameahidi katika Mambo ya Walawi sura ya 26. Kwa hivyo yote hayo kusema hivi, watu wote hawa ambao sasa wanabaki katika nchi ya Yuda baada ya kuanguka kwa Yerusalemu, basi wanaendelea na njia zao za dhambi, na Bwana anasema unajua, mtakufa, mtakufa, mtakabili hukumu yangu. Bwana anawaambia hapa katika mstari wa 29, kisha watajua huwa mimi ni Bwana wakati nitakapofanya nchi kuwa ukiwa nataka kwa sababu ya machukizo yote waliyotenda. Basi Bwana pia ana ujumbe kwa Ezekieli kuhusu wale waliohamishwa ambao wako naye huko Babeli. Anamwambia nabii wake hapa katika mstari wa 31, watu wanasikia unachosema, lakini hawatafanya hivyo. Kwa maneno mengine, watakuwa na furaha, Ezekieli, kusikia unabii wako wa faraja na matumaini, ingawa hayo hayatatimia hadi siku za usoni Yesu atakaporudi. Lakini hawatafurahia binafsi unabii wako unaohusiana na kutotii kwao na hukumu hii ya karibu. Hata hivyo, kuna wakati unakuja. Mstari wa 33 unasema, wakati watu watakapojua kuwa nabii amekuwa miongoni mwao kwa maneno mengine watamka siku moja na kugundua kwamba wameambiwa ukweli na Ezekieli. Unajua, siwezi kujizuia kufikiria kwamba labda labda unahubiri sasa hivi, au labda unafundisha neno la Mungu, na na mioyo imebaki migumu, masikio yamebaki yamefungwa kwa ukweli ambao umekuwa ukiutoa. Nani anajua? Pengine siku za usoni Mungu atafungua macho yao na mioyo yao na labda watasema kitu kama hicho kuhusu wewe. Vema, unajua nini, mwalimu wangu wa shule ya Jumapili au mchungaji wangu au yule mwinjilisti au au au yule mishonari alikuwa akiniambia ukweli siku zote, lakini tunamwachia Mungu hilo. Sasa hapa katika Ezekieli sura ya 34, umakini sasa unahamia kutoka kwa nabii wa Mungu Ezekieli hadi kwa viongozi wa Israeli tunasoma hapa katika mstari wa mbili Ezekieli anaambiwa atabiri dhidi ya wachungaji wa Israeli. Sasa hii inahusu viongozi wa taifa, wafalme wanatajwa hapa, ingawa neno hilo linaweza pia kumaanisha makuhani na manabii. Ur, wao ni wachungaji, na kama wachungaji, viongozi hawa vema, walipaswa kuwa wanawalisha, walipaswa kuwa wanajali, wanawalinda kundi la Mungu badala yake wamekuwa wakijishughulisha na kujirisha wenyewe. Kwa kweli hilo linatokea hadi leo, walima wa uongo. Wa vongoziwa uongo hawalisiondo wanawacuna pondo. Vema, nataka usikilize hukumu ya Bwana juu yao hapa katika mistari ya nne na tano. Wale waliodhaifu hamjawatia nguvu, wale walio wagonjwa hamjawaponya, wale waliojeruhiwa hamjawafunga wale waliopotea hamjawarudisha, wale waliopotea hamjawatafuta, na kwa nguvu na ukali mmewatawala. Kwa hiyo walitawanyika kwa sababu hakukuwa na mchungaji, na wakawa chakula kwa wanyama wote wa mwituni. Tazama, kwa sababu wameshindwa kama wachungaji walioteuliwa na Mungu wa watu, bwana anasema sasa katika mstari wa kumi, niko kinyume na wachungaji kisha anasema nitawaokoa kondoo wangu kutoka vinywani mwao. Lazima nikwambie uwe, nadhani ni janga kubwa sana wakati kondoo wanapaswa kuokolewa kutoka kwa wachungaji wanaowatendea vibaya na kuwapotosha. Sasa hufuatia habari zote mbaya hizo, unachokipata hapa katika sura ya 34 ni unabii mzuri wa urejesho wa Israeli chini ya mchungaji mwingine. Fanya hiyo iwe mkubwa. Sikiliza kile Bwana anachoahidi Israeli hapa katika mstari wa 13, nitawaleta katika nchi yao wenyewe na nitawalisha juu ya milima ya Israeli. Mstari wa 15, mimi mwenyewe nitakuwa mchungaji wa kondoo wa wangu. Mstari wa 16, nitafunga waliojeruhiwa na nitawatia nguvu walio dhaifu. Mstari wa 23, nitawaweka juu yao mchungaji mmoja, mtumishi wangu Daudi. Atawalisha na kuwa mchungaji wao, na mimi nitakuwa Mungu wao, na mtumishi wangu Daudi atakuwa mkuu kati yao. Sasa hii inaangalia mbele, siku ambayo Yesu Kristo mchungaji mwema atarudi kuanzisha ufalme wake wa duniani kwa miaka elfu moja na pia anatewa mchungaji msaidizi, na huyo ni huyo ni Daudi. Daudi ametajwa katika vifungu vingine vinavyohusiana na utawala wa milenia wa Masiha. Unaweza kuangalia Yeremia thelathini na Ezekieli thelathini na saba na Hosea sura ya tatu. Wafasiri wengi wanaamini kwamba kwamba Mungu atamtewa Daudi kama mkuu wa Yerusalemu chini ya mfalme Yesu. Wengine wanachukulia Daudi hapa kama kumbukumbu ya Yesu ambaye alikuwa mzao wa mfalme Daudi, mwana wa Daudi. Sasa tunachojua ni kwamba katika ufalme huu wa milenia wa baadaye, wakati Yesu atatawala dunia yote Israeli itamwamini kama Masihi wao, na nchi ya Israeli itabadilishwa . Itakuwa yenye matunda, watu watafanikiwa kwa kweli. Mstari wa ishirini na nane unasema hapa, wataishi kwa usalama na hakuna atakayewatia pofu. Kweli hilo halijatokea bado, lakini litatokea siku moja kwa kweli. Sura ya 35 inahitimisha sehemu hii kwa kuzingatia adui wa sasa katika siku za Ezekieli hasa taifa la Edomu. Hukumu ya Mungu juu ya taifa hili tayari imetangazwa nyuma katika sura ya 25 na inarudiwa hapa, labda kwa sababu Edomu kimsingi inawakilisha mataifa yote ambayo yameipinga Israeli. Mstari wa tano unatueleza kwamba Edomu ilihifadhi wadui wa kudumu dhidi ya Israeli. Sasa hili lilihusisha sio tu ukandamizaji wa kijeshi lakini pia mstari wa kumi na mbili unasema matusi yaliyotamkwa dhidi ya milima ya Israeli. Wacha ni kuambie maana ya hilo. Hii inamaanisha walichukia Israeli, hii inamaanisha walifurahia uharibifu wa Yerusalemu. Kweli wataikabili hukumu ya Mungu siku moja, pamoja na kila taifa lingine ambalo limeitukana Israeli, na muhimu zaidi, kila taifa ambalo limeitukana Masihi wa Israeli. Wacha nikuambie unabii huu una masomo kwetu hadi leo hii. Unatukumbusha kusikiliza maonyo ya Mungu katika neno lake. Huwa pia yanatuuliza, uu, unajua swali la kibinafsi. Mchungaji wako ni nani leo? Ninachomaanisha ni, unamfuata nani? Unamsikiliza nani leo? Hakikisha kwamba mchungaji wako